Angalia adhabu ya yule mtoto chotara wa dini, akizaliwa pale anavyoteseka. Yule mtoto chotara wa dini yule, siku akisikia mahubiri ya Waislamu kwamba dini haki ni Uislamu, yeyote ambaye haamini Uislamu atakwenda motoni, yule mtoto anapata faraja kwa ule uchotara, kipande kile cha baba, maana kipande kimoja cha baba iki Muislamu anapata raha. Akienda huku nako, kanisani nako kwa Wakristo, akisikia kwamba ufalme mkubwa upate mbinguni mkamate Yesu Kristo, eh. Ukifanya bila kumkamata Yesu upate ufalme wa mbinguni, anaumia kwenye hichi kipande cha baba, anafurahi kwenye kipande cha mama. Sasa yafuate upande, itabidi asubuhi awe muislamu jioni awe mkristo, jioni awe mkristo asubuhi awe muislamu. Hivi hawa wazazi wanaojifanya kuhalalisha ndoa ya bomani, wakawazaa watoto katika sura hiyo, hata hawahurumii kwenye hili maana yule mtoto wakati anakaa anawafikiria wazazi wake hajui anayekwenda peponi nani motoni nani. Maana hudi ni nyingine, hudi ni nyingine. Huyu anafanyaje huyu? Chotara huyu. Hii ni adhabu katengezewa na wazazi wake. Lakini swali, kwa nini kaenda kule? Kaenda kule yule baba kwa sababu hana elimu ya dini anajua tu kwamba hii ndoa ambayo maskofu hawaitaki na mashehe hawaitaki. Hilo anajua, lakini ile kujua hasa kwa nini uzito wa zinaa? Hajui. Ile kujua kwamba je, kama nakufa leo akhera nakuta nini? Ile hajui. Ile kujua kwamba hivi ninavyofanya mimi hivi kimaadili, pia hajui, kwa sababu amenyimwa elimu ya dini.